Hello, wapendwa, nimekuja kwenu na na mada nataka tuzungumze. wa ndugu zangu, nataka niwaambie kwamba mtu ana samani nyumbani kwao. Kwa nini nasema hivi? Rais wa Marekani ametangaza kwamba mtu yoyote yule ambao ni mgeni wala mtu kutoka nchi nyingine ambao ana magonjwa sugu kupata viza kuingia Umarekani itakuwa ni vigumu sana. Ukiwa una unene wa kupita kiasi, magonjwa ya kisukari, ya presha, kansa na magonjwa mengine sugu mnayoyajua, watu hao watapata ugumu sana kupata visa kuingia Umarekani. Fikiria una ndugu, una rafiki ambao yuko kwenye hali hiyo na alikuwa na mpango wa kwenda Umarekani, apate hiyo taarifa, huyu mtu atakuwa na hali gani? Kwa ndugu zangu, mtu ana samani kama yupo nyumbani kwao. Ukiwa mgeni, kila siku na wasiwasi hiyo wasi. Sheria ameitoa na ametangaza kwamba atapeleka taarifa kwenye embassy zote za Umarekani popote pale, watu ambao wana magonjwa sugu itakuwa vigumu wenyewe kupata visa kuingia Umarekani, lakini ujue kwamba hinchi hizi za wazungu ndio hinchi za kwanza kuwa na watu ambao wana magonjwa sugu watu wenye unene kupitiliza kiasi wako wengi katika nchi zao, lakini wale ni wenyeji. Wewe ni mgeni, unatafuta viza kuingia kwa nchi ya watu, na hiyo sheria inaenda kutokea. Hata kama ulikuwa unaenda kwenye matibabu, utasumbuliwa kupata viza, maana anasema kwamba hayo magonjwa yanagharimu serikali pesa nyingi sana, ili kuweza kutibisha watu wa aina hiyo. Hiyo ndiyo shida tunayopata, mtu ana amani kama yupo nyumbani kwao wale watu ambao na hayo magonjwa wala magonjwa sugu, wanaposikia taarifa kama hiyo, wanaathirika kisaikolojia. Kwa nini vitu kama hivyo wiwe vinatokea katika karne hii tunayoishi? Tena lazima tuweze kuongea na viongozi wetu. Hali kama hizi zinatumiza sana, hususan si raia wa chini. Kuwa na ugonjwa ni kitu kingine, na kuitwa mgonjwa ni kwa kitu kingine. Ukinyimwa viza, labda ulikuwa unaenda Marekani kwenda kutibiwa, unanyimwa viza yako kwa sababu wewe una ugonjwa katika yale magonjwa ambayo yametajwa sugu. Na kama unaona, uh, wa ndugu zangu, maamuzi hayo ambayo rais amechukua sio maamuzi mazuri. Weka maoni yako hapa kwa komenti na tuwezi kuyaongelea wote. Asante sana.